Mawazo ya sujibika yalikitawala kichwa changu, nilishindwa kujitafsiri, mimi ni mzima au tayari mimi maiti? Nilikumbuka baadhi ya sinema nilizowahi kuangalia, jinsi nafsi ikitengana na mwili, jinsi nafsi inavyotapatapa. Kukumbuka vile ndivyo nilivyozidi kuumia. Ina maana mimi nimeshakufa na ule niliouona ndiyo mwili wangu? Hapana. Nikakumbuka pia jinsi mwili ule ulivyonicheka na kunikejeli hapo awali. Kuna kitu lazima kutakuwa na kitu Nilizidi kuwaza mwisho, nikajiona mpumbavu kuzidi kuwaza pasina kufanyia ufumbuzi jambo lile. Kwanza niligundua hakuna aloniona, achilia mbali kunisikia, hata pale nilipopaza sauti zaidi ya yule maiti mwenye sura yangu. Hivyo pale pale nilipata wazo, nichepuke mpaka katika ule mwili ndio ukinijibu maswali yangu. Nilifika nikaufunua, cha ajabu, ule mwili ulikuwa umejilaza kama zilivyo maiti na hata nilipojaribu kuushika kwa lengo la kuuamsha sikufanikiwa. Nikabaki nikiangaika huku, machozi yakitiririka. Nilijua hakika sasa huu ndio mwisho wangu. Wakati nikiendelea kuangaika nikilia pembeni ya ulipolala mwili wangu, ghafla nikapata wazo nitoke nje, nikajue nini kinaendelea. Nikanyanyuka pale na kuelekea nje. Kule nje katika kiti cha kupumzikia watu nilimwona kaketi Nesi Magdalena, Daktari Mary yule aliokuwa mpenzi wangu na kuniunganisha pale. Pia alikuwa na mlinzi mwenzangu na wale wafanya usafi wanne. Ni kama walikuwa wakizungumza haraka, nikapiga hatua kuwafuata Lengo nishikie ni kipi wanachozungumza. Hapana, nakataa, huyu mtu hajafa. Kuna mazingira yaliyomfanya mpaka mumkute mochwari. Naomba sana tena sana, mke wake asiambie chochote na mtu mwingine yoyote asijue juu ya jambo hili. Huo mwili uacheni humo humo mochwari mpaka nitakapotoa maelezo mengine, mi nitajua cha kufanya. Baada ya Mary kuzungumza vile wale wakamwitikia akatoka na kulifata gari lake. Sikutaka kubaki nyuma, nikamfata alipofungua tu mlango nikawahi kuingia ndani gari ikaondoka Mary aliendesha gari mpaka maeneo fulani ambapo alipaki gari akafungua mlango na kutoka nami nikafuatia karibuni sana nakumbuka ndivyo yule mganga alivyotukaribisha alionyesha wazi kuniona nikaketi pembeni ya mwenzangu najua juu ya hofu iliyokupata ulijua umekuja mwenyewe ila ukuja peke yako umekuja na mwenzako japo hukuwa na uwezo wa kumwona, ila nikwambie tu, mawazo yako yapo sawa. Mwenzako ni mzima, ila kuna viumbe wa ajabu kwa waloga nyepesi, mapepo wanaoishi ndani ya ile mochwari, awajapendezwe na yeye ndiyo iliyokuwa kimfanyia mauzauza kule mochwari, na baada ya kuwa king'ang'anyizwa wa kutoiacha hiyo kazi, ndipo usiku wa jana wakaamua kuitoa nafsi yake katika mwili wake, na kama mwili ule ungezikwa, ndiyo ingekuwa mwisho wa maisha ya mwenzako huyo. Mganga yule alimweleza Meri mambo ambayo yalinishangaza hata mimi mwenyewe, katu si kujua wala kufikiri kwamba kumbe mochwari kuna viumbe wa ajabu wanaoweza kumwingia maiti naye kufufuka. Pia alizidi kueleza kuwa hata mimi nilikuwa pale, japo Meri hakuniona na alikuja na mimi pasi na yeye kujua. Mganga akamwambia Meri akaulete ule mwili wangu kule mochwari. Meri alishukuru akatoka, nami nilipotaka kunyanyuka, yule mganga akanipa ishara niketi nisiondoke, nikamtii. Basi akaniambia nitulie pale, yeye akaendelea na wagonjwa wengine. Mimi nilikaa pembeni yake tuli. Punde meri alirejea, wasaidizi wa mganga na mganga mwenyewe wakatoka. Punde wakarejea wakiwa wameubeba mwili wangu, wakaulaza chini. Mganga akanipa ishara niketi kitako, ninyoshe miguu mbele. Wengine wote hakuniona zaidi ya mganga akawa akiimba huko akinimwagia dawa iliyokuwa katika mfumo wa unga unga fulani hivi. Ghafla kizunguzungu kikali kikanishika na hatimaye nikadondoka na kupoteza fahamu. sikujua kilichoendelea. Kuda kuzinduka, sikuuona ule mwili, nilikuwa mzito, na wote walioketi pale waliweza kuniona na wote waliofuraha mimi kufumbua macho. Ni kama nilikuwa usingizini na sasa nimezinduka, na hata nilipojaribu kumgusa Dr. Meli nilifanikiwa. Hakika nilifurahi sana. Mganga yule akanimalizia tiba, kwa kuwa alionyesha uwezo wa mwisho. Meli akamwomba nipe kinga, mimi nilinde kule mochwari pasina kusumbuliwa na vili viumbe viovu. Mganga akacheka sana, kisha akasema ukweli, uwezo huo yeye hana, yeye uwezo wake umeishia pale. Alitueleza kuwa katika kila mochwari huwa viumbe hao lazima wawepo na huwa hawaonekani kwa macho ya kawaida. Ni viumbe wenye nguvu sana, ndio warahisishia wachawi wanaoenda mochwari kuchukua maiti za watoto. Wakikukubali hawatokusumbua na utaona mochwari ni sehemu ya kawaida tu, uweze kukupa ujasiri na pia uoga kama niliyokuwa nao mimi. Mganga alizidi kusisitiza kuwa hawa ni viumbe hatari sana, hivyo nikaenavyo mbali na niache ile kazi mara moja, kama nitapenda kuendelea kuishi. Maelezo yale yalinitisha sana na kuzidi kuniogopesha. Tukaruhusiwa, tukiwa tunarudi, mchepuko wangu Dr. Mary alionekana na mawazo sana, pia alionekana kukosa raha. Nilipomuuliza sababu, si ndio akanipasulia Si ndipo alipoanza kunieleza juu ya dili lile la mheshimiwa waziri Funani, ambalo alihitaji kuja kufanya mapenzi na maiti kwa sababu zake mwenyewe, na mimi kama mlinzi angenitoa hila ya kutosha, ambayo ingekuwa kama mtaji kwangu. Da, nikakumbuka kweli, ule mheshimiwa alinipa namba zake na akaahidi kunitafuta leo. Sasa itakuwaje? nikajikuta nauliza, huku tamaa ikionekana wazi kunishika. Kumbe yule mheshimiwa alileta vitanda alielekezwa kwangu na Meri, sikujua hili mwanzo. Itabidi dele hii ili afanyie mwenzako, ila imeniuma sana. Hapana mpenzi, liwalo na liwe. Usiku huu nitakuja kazini kama kawaida na nitalisimamia hilo zoezi mpaka likamilike. Kama kufa wacha nife.